Dar24, taarifa bila mipaka. Paulo inakuwa ni faulo ile. Thomas Ulimwengu kama tulivyosema anapewa kadi ya njano na, na mwamuzi Chacha ametazama lile tukio la mwanzo ambalo lilichezewa nje ya boksi na ndo ameamua kwamba huo mpira uwe ni faulo, hajatazama ambalo limefanyika ndani ya box kwa mara ya pili na matukio yake tunaona wachezaji wa TP Mazembe wanalalamikia juu ya maamuzi ya muamuzi siku hii ya leo, kwa sababu anaamini kwamba hili lilikuwa ni penalty. Shabiki yao wa TP Mazembe ilijaribu kuonyesha inakuwa namna gani toka sulimwengu kiwa hamili kilichotokea mmoja kati ya wachezaji, ile faulu ilikuwa ni nje nje, faulu ilikuwa ni nje ila sema shughuli imeenda kumalizikia pembeni ya ikamalizikia ndani. Kwa hakika ile ilikuwa ni tukio ambalo limechezwa kwa nje, lakini jingine la kujiangusha kwa Thomas lilikuwa ni ndani ya boksi, na ni wazi Thomas ameonyesha kitu kikubwa, ameonyesha ni namna gani kwamba ni mchezaji ambaye ni wa kulipwa. Thomas anacheza katika ubora mkubwa sana, pressure nyingi za mashabiki hapo, anajaribu <laughs> kuonyesha i kwamba kwanza anafurahia Thomas katika Tanzania. Na alishasema kwamba hata akifunga yeye hatashangilia, lakini mwisho wa siku ni point bonus kwa timu yake. Nafasi hiyo kwao TP Mazembe, dakika ndio hizo zinakimbia, ni yapi? hebu tumwangalie Jean Kasusula, nafasi ya kosa pale Goal! Ni goli, ni vijana ni wa TP Mazembe wanapata bao la kwanza. aliyosema concentration uh, mabeki uzubaifu ndio ambao umechangia namna hii ya, ni aina ya matukio ambayo yanga yamekuwa yakiwakuta mara kwa mara, na pia tuwasifu pia TP Mazembe kwa aina ya friki ambayo ilipiga, sababu naamini kabisa wachezaji wengi wa yanga walikuwa wanaamini kwamba ingepigwa moja kwa moja, lakini badala yake ikapigwa katikati kitu ambacho kilikuwa kama kimewachanganya kime zaidi wachezaji wa, wa Yanga. Unaweza kuona touch hiyo hapo. Oh, Vincent Bosu anaokoa, lakini wachezaji wa, wa Yanga wakatengeneza kama ni offside trick, matokeo yake haikuwa offside trick, ilikuwa ni mchezaji yuko onside na matokeo yake tunaona kwamba ni goal sasa.